Na sasa tuelekee katika shule ya upili ya Raganga huko kaunti ya Kisii ambako lawama imeendelea kati ya wazazi, wanafunzi na waalimu kuhusu ni nini haswa kilichosababisha wanafunzi wote wa shule hiyo kupata alama za D na E kwenye KCSE ya mwaka jana. Sasa inabainika kuwa masomo katika shule hiyo hayakuwa yakiendelea kila siku kama ada, huku baadhi ya masomo pia yakikosa vifaa vya kufunziwa. Walimu nao wakilaumu wazazi kwa kuwa tu walitumia shule hiyo kuwaachia watoto waliofeli na wasio na maadili, kama anavyotuarifu Crispin Otieno. Siku moja baada ya wanakijiji na wazazi wa shule ya upili ya Raganga huko Kisii kuivamia shule hiyo na hata kufunga lango la ofisi ya mwalimu mkuu, Runinga ya Citizen ilirejea shuleni humo kujua uhalisia wa mambo tulikutana na naibu mwalimu mkuu na walimu wengine wanne waliofika japo wakiwa na wasiwasi tele Was, uh, like the Friday? This Friday. This katika shule hii kuna darasa hili lililojengwa wakati waliyekuwa waziri wa elimu George Magoha na ambalo limegeuzwa kuwa maktaba ya shule. Vitabu hivi ndivyo vimekuwa vikiwasaidia wanafunzi hapa. Hapa ni maabara ya shule. Kwa mujibu wa walimu, wanafunzi hupaswa kufanya mitihani ya kemia na biolojia, japo hakuna dalili ya kuwepo kwa maji wala stima hapa. Walimu ambao hawakutaka kutajwa walitudokezea kwamba shule hii imekuwa ikipokea watoto ambao wameshindwa kujiunga na shule zingine kwa sababu ya kuwa na alama za chini katika mtihani wa KCPE. Actually I've been there three times. Na Raganga, shida kubwa iko Raganga. Kama mimi nitaesa nikasema, ni community and the parents. Kwa sababu wakati tulikuwa huko, kitu ya kwanza wazazi wanaleta watoto huko, like to dump kids there. Tuliwatafuta baadhi ya wanafunzi waliokuwa katika shule hiyo. Katika boma hili tunakumbana na mwanafunzi mmoja ambaye alisomea shule ya msingi huko Nakuru. Alipata alama ya mia tatu na kumi katika mtihani wa KCPE na kupelekwa Raganga angalau kusaidia kuinua kimasomo, ila alipata alama ya D. Sasa nikamleta hapa nyumbani, nikamweka shule hapa nyumbani karibu na nyumbani. Sasa yaliingia <coughs> hiyo maths haikurudi. Mara zingine unapata mwalimu mmoja anakuja tena anaenda, afuta wiki mbili, tena anaenda tena, mnaletea mwingine. Inaweza kaa hadi miezi tatu ama hata mzima bila kukuwa na mwalimu wa maths English. Kilomita mbili kutoka hapa pia tuliwapata wanafunzi wengine na wazazi wao. kwa sasa mahali penye shida ilikuwa inatokea akitufunza, kuna baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anatufunza tunaona nikaa Yaani ni vitu ambavyo yani hatujaisikia kabisa kabisa. Juu atu kwanga tunafunzwa kutoka nyuma. Sasa mwalimu akikuja class, mnasikia nikaa, yani anawaambia kitu kingine mgeni kabisa, na hiyo ni kitu tutapata ilikuwa ya form 2 ama 3. Tukienda kwa revision books, unapata ni kitu ya form ya form 1. Juhudi zetu kuzungumza na maafisa wa elimu katika kaunti ya Kisii kuhusu uhalisia wa shule hiyo ziligonga mwamba. Crispin Otieno, Runinga ya Citizen, Kisii.